Nyie wazee wa kusikiliza wale inspiration speakers, wale waliofanikiwa leo, nakuonya. Leo achana na wale shikaji na waongo sana. Wale jamaa hawasemagi ukweli kwa mambo waliyopitia na mambo waliyofanya mpaka wanafanikiwa. They don't say the truth, huwa wanapiga kesikiza. Stories zao zote ni nzuri. Je, ni kwamba kweli watu waliofanikiwa wamepita njia nzuri? Do you know the road to through the success, the road to success

Hawasemi kwamba mimi nifanye kitu fulani. Sasa wewe endelea kuwasikiliza hao jamaa, waendelee kukupanga, kukuambia story ambayo unapenda kuisikiliza. Unajua wale jamaa wana, wana, wanaongea vitu ambavyo watu wanataka kusikia eh, hawasemi vitu ambavyo kweli walivifanya. Kwa hiyo mimi from that moment nikaacha kuwasikiliza kabisa. Kwa hiyo na wewe nakuambia kabisa, aa, jamaa achana nao, yaani achana nao kabisa, acha kuwasikiliza kabisa, hawaache. Wewe endelea kufocus na kile unafikiri kwamba kiko sahihi, utafanikiwa.